Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali mbali, ikiwemo na hii tafakari kupitia mikono ya Kristo. Ninakushukuru naendelea kufuatilia mafundisho kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo kupitia kipindi hiki cha neno la maarifa. E, basi leo tafakari yetu inasema wokovu wa Mungu haupatikani kwa kulalamika. Kwa nini nimekuja na tafakari hii siku ya leo? Nimekuwa nikiona sehemu nyingi katika huduma zetu kwa Kristo, tumekuwa watu wa kulalamika sana. Tumekuwa watu wa kulalamikia vitu ama, tumekuwa watu wa kulalamikia wenzetu ama, tumekuwa watu wa kulalamikalalamika katika kila jambo, ni walalamishi tu. Sehemu nyingine watu wanalalamikia michango chango imekuwa mingi, fedha zimekuwa zinahitajika nyingi. Aa, uh, watu hatuna fedha. Sehemu nyingine watu wanalalamikia watumishi, e, mtumishi fulani amefanya nini, mtumishi fulani mbona ni mkali sana, mtumishi fulani sisi hatumuelewi bila sababu za msingi. Sehemu nyingine watu wa Mungu wanaanza kulalamikiana. Eh, umempokea Yesu, umemkubali Yesu, unaomwabudu Mungu aliye hai unaanza kumsema mwenzako vibaya, unaanza kumlalamikia mwenzako eh, hali ya kuwa malalamishi yenyewe wala hayana tija. Hayana tija kwa kweli, yaani mradi tu amefanya kitu ambacho pengine amekuzidi unaanza kulalamika. Tumefikia huko wapendwa, malalamiko yamekuwa mengi sana, ye, ye, yenye sehemu ya haki na hata pale ambapo hakuna haki, yaani mahali ulipoonewa unalalamika mahali ambapo haujaonewa unalalamika. Lakini tafakari yetu iko wazi kabisa, wokovu wa Mungu haupatikani kwa kulalamika. Maana yake ni nini? Ukiwa kama Mkristo unapaswa kuwajibika kama Mkristo mahali ulipo, wajibika kama Mkristo mahali ulipo. Mkristo ana namna yake ya kufanya kazi, ana namna yake ya kutenda na kuenenda. Mkristo anayejua maana halisi ya imani ya Kikristo hawezi kulalamika wala hapaswi kulalamika. Tukumbuke kwamba Yesu ndiye Kristo. Mimi na wewe ambaye tunamwamini Kristo ni wafuasi wa Yesu Kristo. Kama mimi na wewe ni wafuasi wa Yesu Kristo, maana yake ni nini? tunafuata kile Yesu alitufundisha alituachia kama mafundisho katika maisha yote ya Kikristo. Na mafundisho yake yote yanakataza kulalamika, bali yana namna, yanamtaka Mkristo mwenye imani katika Kristo awajibike kama Mkristo. Hivyo kwa kulalamika, hautopata wokovu wala hautokusaidia wala autakufikisha popote, kwa sababu Kristo hahitaji wafuasi wa kulalamika lalamika. Hii iko wazi kabisa. Yesu Kristo alitufundisha aidha, kwa namna aliyokuwa anafundisha yeye mwenyewe, kwa maneno yake mwenyewe, ama kwa maneno ya manabii. Lakini vilevile vile Yesu Kristo amefundisha kupitia maisha yake aliyoyaishi hapa duniani. Vyote hivyo vilikuwa ni sehemu ya mafundisho. Kwa hivyo, ukisha kuwa Mkristo, jaribu kusikiliza Yesu alikuwa anasema nini kwa maneno yake, lakini Yesu amefanya nini kwa matendo yake. Utagundua kwamba Yesu hakuwahi kulalamika. Yesu hakuwa mtu wa kulalamika. Hata pale alipoonewa, aliwajibika, kwa sababu Yesu angekuwa ni wakulalamika sisi tusingepata wokovu tumepata wokovu kwa sababu Yesu alikubali kutimiza ule wajibu aliokuja nao hapa duniani akiwa kama mtu kweli na Mungu kweli alipotemiwa mate hakulalamika alipotukanwa hakulalamika alipo sulubiwa na kuteswa hakulalamika na ndivyo mkristo wa leo upaswi kulalamika unapaswa kuwajibika ukiwa kama mkristo ili ule wokovu aanze kujijenga katika maisha yetu ya kila siku. Tutasoma neno kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili aya ya 18 na kuendelea. Inasema nini? Enyi watumishi, watiini bwana zenu kwa hofu nyingi. Sio walio wema na wenye upole tu, bali nao walio wakali. Maana huu ndio wema hasa mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Kumbe wewe unavyoteswa isivyo haki ukavumilia huzuni hiyo, Mungu anasema huu ndio wema hasa. Kumbe unaona, unaweza kuteswa ukiwa kwenye haki, Mungu anakuambia vumilia mahali hapo kwa sababu kama uko kwenye mamlaka ti mamlaka ukiteswa katika hiyo haki vumilia, kwenye haki yako unapoteswa ndio wema hasa, lakini wajibika kwa maombi, sema wa, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Unaona hii sasa, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kumbe kuna mahali unaweza kukutana na kashikashi, usianze kulalamika. Uwezi kupona ndugu yangu wa kulalamika wala wokovu hauji kwa kulalamika, bali tutakaposimama kwenye nafasi yako kuomba kwa ajili ya hiyo changamoto nayopitia, ndipo Mungu atakwenda kufanya kazi, tena kwa imani pasi na kulalamika lalamika. Mungu hahitaji mtu wa kulalamika. Tukiendelea mbele anasema, kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili matendo mema na kupata mateso huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kumbe ukifanya makosa ukawajibishwa, hapa kuna sifa gani? Si umewajibishwa? Lakini mbele za Mungu, utakapo msifu Mungu, utakapotenda haki ukaonewa na ukavumilia, ukaomba neema kwa Mungu, ukaombea hao watu, hapo ndipo wewe unaonekana Mkristo kweli kweli, yaani mtu huyu tunamtesa, lakini anavumilia na unavumilia kwa ajili ya kristo yani maisha yako unayofanya ni kwa ajili ya kristo kazi yako ni kwa ajili ya kristo inawezekana hapo ulipo hapo kazini kwako unanyanyasika usilalamike kaa kwenye nafasi yako neno la mungu naendelea kusema katika aya 21 kwa sababu ndiyo mliyoitiwa maana kristo naye aliteswa kwa ajili yenu nyinyi watumishi wa mungu ama sisi wa Kristo anasema, tumeitwa. Ndio tumeitwa kwa sababu hiyo, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yetu, akavumilia naye akaacha kielelezo kwetu. Kumbe mateso ya Kristo tusione tu fahari kusema tumekombolewa pale msalabani, yamekwisha pale msalabani, tuone fahari pia kujifunza vile Yesu alivumilia mpaka dakika ya mwisho, sisi tukakombolewa akasema imekwisha pale msalabani. Ndivyo hivyo na sisi tukae katika nafasi hizo hizo. Wokovu wa Mungu haupatikani kwa kulalamika. Mpendwa unayefuatilia mafundisho haya, neno hili ninalofundisha leo linatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili aya ya 18 hadi aya ya 20. Unaweza kuendelea kusoma ili ubarikiwe zaidi. Mimi naandaa tafakari fupi ili pate kukubariki wewe mpendwa kwa wakati huu ama kwa muda huu ambao umepata nafasi ya kuendelea kufuatilia mafundisho kwenye kipindi hiki cha neno la maarifa kupitia chaneli hii ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya kupitia tafakari na Mikono ya Kristo. Tafakari hizi ziendelee kukujenga, kukupa mafunuo mbalimbali ambayo Bwana anataka uyafahamu, nasi tubadilike, tuifuate njia ambayo Kristo anapenda tuifate na mwisho tuurithi ule ufalme wa mbinguni kwa neema yake. Mungu akubariki kwa kufuatilia, endelea kushare mafundisho haya. Yanapatikana pia e, Instagram, TikTok, Facebook na hapahapa hapa YouTube. Kwa maelezo mengine, kwa maswali, kwa msaada, kuna namba za simu ziko hapo, tumeziweka utapiga kadiri namba zinavyojieleza. Huduma yetu ni bure. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Mpunga. Kwaheri mpaka wakati mwingine.